dika ni sifuri. Idadi ya kula halali ni 47. Idadi ya kula za hapana ni sifuri. Idadi ya kula za ndio ni 47. Asilimia ya kula halali ni mia moja wajumbe. Kutokana na matokeo haya na Mheshimiwa Ismail Musa Chilumba kuwa mwenyekiti, kuwa makamu mwenyekiti halmashauri ya wilaya Masasi. <coughs> Matokeo ya uchaguzi nafasi ya mwenyekiti halmashauri ya wilaya Masasi Idadi ya wapiga kura ni 47. Idadi ya waliopiga kura ni 47. Idadi ya kura zilizoharibika ni sifuri. Idadi ya kura halali ni 47. Idadi ya kura za hapana ni sifuri. Idadi ya kura za ndio ni 47. Bashiru, Bashiru Fakihi Mboneche kuwa mwenyekiti halmashauri ya wilaya Masasi. Mheshimiwa mkuu wa Mbua, wilaya ya Masasi, waheshimiwa mkurugenzi wa halmashauri, waheshimiwa madiwani, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa watendaji wa serikali wanashirikisho, wenzangu wafanyabiashara, vijana, wazee na wananchi wote, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asasi oe, oe! Maendeleo oye! Leo ni siku ya historia, siku ambayo tunaandika ukurasa mpya wa Masasi yetu, siku ambayo tunaweka jiwe la msingi kwa safari mpya, safari ya matumaini, safari ya mshikamano, safari ya kuiona Masasi mpya yenye ari mpya, kasi mpya, na roho mpya ya maendeleo. Ninaanza kwa kusema asanteni sana, wananchi wa Masasi. Mmeamini, mmeamua na mmeweka dhamana kubwa juu yangu. Mmeonyesha wazi kuwa mnataka mabadiliko ya kweli, mmeniamini bila mashaka, mmeleta matumaini, na leo ninapokea jukumu hili kwa moyo wa shukrani na unyenyekevu wa hali ya juu. Ushindi wa asilimia mia moja si ushindi mdogo, ni ishara ya kuwa mmenipa dhamana kwa moyo wenu wote. Niseme asanteni sana, na washukuru wazee wetu waliojaa busara, na washukuru akina mama wote wenye nguvu zilizoisha, na washukuru vijana wote wenye ndoto na uthubutu, na washukuru viongozi wa dini waliotuombea amani, na washukuru watendaji wa, wa serikali, madiwani na kila mdao kila mdamu, kila mdamu, aliyechukua nafasi hii katika safari hii bila kuwasahau viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi waliokuwepo katika hadhira hii. Huu si ushindi wangu, ni ushindi wetu sote. Hii si safari yangu, ni safari yetu sote. Tunatakiwa tuiangalie Masasi yetu kwa jicho la tatu jicho ambalo litakwenda kutibu majeraha ambayo yapo kwa wananchi wetu. Nina machache ya kuzungumza. Kuna nguzo, ili tuweze kufikia kule tunakokutaka, ni lazima tuwe na uelekeo wa pamoja utakaotupeleka katika kutuonyesha Masasi yetu tunayoitaka. Awali yoyote, lazima tukubali kwamba Masasi lazima iwe safi, Masasi lazima iwe ya kijani, Masasi lazima iwe wilaya inayopendeza na kuvutia. Tutaanzisha kampeni ya Masasi safi, Masasi mpya. Tutapanda miti, tutadhibiti taka, tutapanga tutapanga masoko na vituo vya biashara tuna mahitaji au tunahitaji Masasi inayovutia wawekezaji, inayoheshimu mazingira na inayogusa moyo wa wageni na wenyeji. Ndugu zangu, ninashukuru kwa kunipa dhamana hii. Ni matumaini yangu kwamba, kampeni zimeisha, uchaguzi umepita, palipo baki, mliotupa dhamana, tunatakiwa tushikamane, tuondoe tofauti zetu, tuiangalie Masasi kwa umoja. Tunaitaka Masasi yenye uchumi unaompa mwananchi nguvu ya kusimama kwa miguu yake. Dhamira yetu ni kuiona Masasi yenye uchumi utakaomfanyisha au utakaomfanya mtu aweze kusimama kwa miguu yake. Hapa nitaangazia maeneo machache. Sehemu ya kwanza tutaangalia vikundi vya wanawake ambao vitapata mikopo, lakini pia vijana wapate mafunzo ya seremali ili kujitengenezea ajira. Lazima tuhakikishe masoko ya bidhaa za kilimo kutoka kwa wakulima. Sijawasahau wafanya biashara ndogo ndogo, tutahakikisha biashara hizo hazibaguliwi kwa kuweka mazingira faafu yatakayopelekea biashara kufanyika katika hali ya inayovutia lakini pia ili kuwafanya wafanya biashara wadogo wadogo wafanye biashara kwa amani. Kila kijana Masasi lazima ajue kwamba wewe ni nguvu ya wilaya, wewe ni injini ya maendeleo, wewe ni mabadiliko tunayoyazungumzia leo hapa. Namaanisha kila mmoja lazima ajiangalie namna gani anaweza akashiriki katika kujiletea maendeleo Masasi. Yoye, haki sawa kwa kila mtu. Tutahakikisha watu wenye ulemavu wanathaminiwa, wanawake wanawezeshwa, vijana wanahusishwa, hakuna anayebaki nyuma. Hii ndiyo maana ya kazi na utu. Tunasonga mbele. Nataka niweke msingi mmoja ambao ndiyo sifa au roho ya uongozi wangu: uadilifu, uwazi na uwajibikaji. Ninapoahidi mbele yenu leo, najua kabisa kwamba mnafahamu kwamba rushwa haina nafasi katika uongozi nitakaouongoza. Ubaguzi y hauna nafasi katika Masasi mpya, maslahi binafsi pia hayana nafasi katika meza ya maamuzi hapo. Tutaangalia, tunachokiamua kwa pamoja ndiyo msingi utakaoleta msimamo wetu katika maamuzi na hata utekelezaji wake. Halmashauri hii itakuwa mfano, halmashauri inayosimamia rasilimali za umma kwa uaminifu. Masasi hoye! Kila shilingi nitakayotumia lazima ionekane. Kila mradi utakaoanza lazima ukamilike kwa ubora. Kila ucheleweshaji wa huduma kwa wananchi lazima uondoke. Lazima tuwape thamani wale waliotupa dhamana mpaka leo hii tuko kwenye ukumbi huu, na kwa wananchi wenzangu nasema hivi, tutafanya kazi kwa uaminifu ili uimara wa Masasi uonekane kwa vitendo na si tena kwa maneno. Kupokea majukumu kwa unyenyekevu na nguvu mpya, nayo ni katika vitu vya msingi ambavyo tutaenda kusimamia. Ndiyo, majukumu haya ni makubwa Ndiyo, yanahitaji hekima, ndiyo yanahitaji kujitoa, lakini pia yanahitaji moyo wa ushirikiano na ari ya kujenga upya. Ninapokea jukumu hili nikiwa na ari ya kufanya kazi bila kuchoka, ari ya kushirikiana na kila mtu, madiwani wote, watendaji wote, taasisi na wananchi wa Masasi, bila kujali itikadi au tofauti zetu. Maendeleo si ya chama maendeleo si ya mtu mmoja. Maendeleo si ya kundi la watu. Maendeleo ni jamii, ni ya jamii ya Masasi yote. Nataka leo tuone mbele, tuone mbele, tuone Masasi inaweza kuwa. Naomba kila mmoja afume macho kwa sekunde tano, atengeneze mchoro anaouangalia Masasi ndani ya miaka mitano ijayo. Naomba tufumbe macho, tushiriki katika hilo. Sasa tufungue macho, tuanze safari ya kuifanya ndoto hiyo kuwa kweli. Ninaamini kila mmoja wenu ameshiriki kuiona Masasi katika picha ambayo ni tofauti na mtu mwingine. Kila mmoja ana dhamira, ninaamini tukishirikiana hayo yanawezekana. Masasi lazima iwe wilaya inaunganisha vijiji vyote kwa barabara zinazopitika mwaka mzima. Tutapigania barabara zilizokatika, zitarekebishwa, taa za mitaani zitasambaa, maji safi yasambazwe kama haki ya msingi, si kama upendeleo. Masoko yajengwe kwa hadhi ya wafanyabiashara wetu. Kila mama anayeamka saa kumi asubuhi kwenda shambani, tutapigania huduma yake karibu. Kila kijana anayeanza biashara yake, tutapigania kupata miundombinu bora itakayoboresha biashara yake. Masasi haiwezi kubaki nyuma, ni wakati wa kusonga mbele, ili tuweze kuiona ile Masasi ambayo tumewaza, tumeiona baada ya miaka mitano itakavyokuwa. Masasi oye! Wananchi oye! elimu na afya yenye ubora Elimu ni tiketi ya uhuru wa kiuchumi. Nimetoka kwenye kada ya elimu, na mimi nimelelewa kwa ndugu zangu na shirikisho, ninaamini hapa wapo. Tutahakisha madarasa madarasa yanaongezeka, walimu wanapata mazingira mazuri ya kufundishia, wanafunzi wanaweza kusoma bila msongamano, vituo vya afya vinakuwa na dawa, wazee, waja wazito, watoto wanahudumiwa kwa upendo na utu kwa kila mtoto wa Masasi anayeshika kalamu na atamka hatuja kusahau. Hii ni safari yako na tutatembea na wewe. Wananchi wa Masasi, hakuna uwezekano wa hakuna maendeleo bila umoja, hakuna mafanikio bila kushirikiana. Tunahitaji kushirikiana, mwito wa umoja na amani. Ndugu zangu, uchaguzi umekwisha, kampeni zimekwisha, tofauti tulizokuwa nazo tumeziacha nyuma. Naomba tuungane, tuiangalie Masasi yetu. Salamu aleikum, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yeah, zangu, nimesimama hapa kwa majina, naitwa Ismail Musa Chilumba, Ismail Musa Chilumba, diwani wa kata ya Chikundi, mshani diwani, niko mbele yenu kuomba mnipe kura za kutosha ili niweze kuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri wetu. Aulan, sasa kazi yangu kubwa ni kumshauri na kumsaidia sana mwenyekiti wetu wa halmashauri, lakini mkinipa kura za kutosha, mimi ni daraja kati yenu, mvuke wakati mnaenda kumwenikita halmashauri. Naomba mniamini, naomba kura zangu Msinipe hata moja hapana, ili kazi yangu iwe kubwa, iwe mzito kwa kutumikia mheshimiwa wa madiwani. Baada ya kusema haya machache, naombeni sana kwa kura zenu, asanteni ambao <coughs> leo Ujeze, kwa namna ya pekee tuka, sijawahi kuonana na nyie tangu uchaguzi umemalizika, ume ao nitumie fursa hii kwa kuongeza kwa uchaguzi jinsi ambavyo umekwenda na mmekuja, niwaahidi tu kwamba sisi kama kwa niaba ya serikali tuko tayari kuwapatia ushirikiano shughuli za serikali ziweze kuendelea, halmashauri tuko tayari kufanya kazi bega kwa bega na ninyi mpaka mwisho na nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana sana sana kwa kazi ambazo mnaendelea nazo katika katika kata zenu. Kuna ambao tumekuja tukakutana nao kwenye mikutano, mambo mbalimbali yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo tunawashukuru na kuwapongeza sana, na niwaombe, ni tumtoke sasa kwenye siasa zinazoendelea huko mtaani kuna siasa nyingi zinaendeshwa huko mtaani. Itoweni kwenye siasa, tuendeni kwenye kazi. Serikali iko kwenye tk-utekelezaji wa mahitaji ya Watanzania ambao wanataka tutoke kwenye siasa tuende kwenye kazi. Hata kama wewe hautoki CCM, toka kwenye siasa, nenda kwenye kazi, ili wanachotaka kuona Watanzania wanataka kuona zila ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa ame, ame sote kwa Tanzania zinatimia, zilati wa kusimamia zitimie ni nyinyi, waheshimiwa madiwani, katudeni kazi tufanye kazi uo zankaiaja